Wakati baadhi ya watu wakiwekeza fedha zao kwenye kampuni za upatu, imeelezwa kuwa ukuaji wa teknolojia unakuwa na fursa nyingi, hivyo kuzijua halali na zisizo halali inachukua muda, huku wengine wakijikuta wanatapeliwa. Mfuatiliaji wetu wa habari Kiganjani, karibu tena kwenye maendelezo ya habari na matukio kutoka ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania na habari tuliokuwa nayo leo. Sasa LBL yafutiwa usajili Tanzania, humu utaweza kujua sababu ya LBL kufutiwa usajili na baadhi ya wafanyakazi kwenye kampuni hiyo kukamatwa. Itakumbukwa kwamba jeshi la polisi, kanda maalum wa Dar es Salaam, limewakamata watuhumiwa ishirini na sita kwa tuhuma za kujihusisha na biashara haramu ya upatu mtandaoni bila vibali vya Benki Kuu ya Tanzania BOT. Watuhumiwa hao walikamatwa kwa siku tofauti, ni sehemu ya wafanyakazi wa kampuni ya leo Barnet London LBL, akiwemo mkurugenzi wao Najim Hamoud. Kwa mujibu wa taarifa jeshi la polisi, watuhumiwa hao walikamatwa kuanzia Februari 18 hadi Februari 22 2025, hivyo hadi sasa jumla waliokamatwa inafikia idadi ya watu 38. Kampuni hiyo inadaiwa kuwachangisha wanachama wake elf, shilingi elfu hamsini ada ya kiingilio ili wapate faida ya kila siku kwa kusambaza vipande vya video. Taarifa ya kukamatwa kwa watuhumiwa hao imetokea kaimu kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Faustine Mwafuele Februari 24 2025. Baadhi ya waliokamatwa ni Hatibu Kudura mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Kinondoni na Fatuma Hamisi mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Kigamboni na Athmani Sadiq mwenye umri wa miaka 29 mkazi wa Mabibo. Maeneo yaliyokamatiwa kwa mujibu wa jeshi hilo ni Mbagala, Gongo la Mboto, Tabata, Mbezi Magufuli, Ubungo, Riverside na Mabibo. Hatua kukamatwa kwao ni matokeo ya uchunguzi wa jeshi hilo na BOT uliobaini kampuni hiyo haina uongozi maalum. Hata hivyo, mchumi profesa Haji Semboja amesema tatizo kubwa hadi mtu kutapeliwa ni kutokana na elimu na ufahamu kuhusu huduma hii, na kutoka ni ngumu kwa kuwa teknolojia nakuwa kila siku. Njia pekee ni kujiepusha ili kutokuwa mwathirika. Haya yanaelezwa zikiwa zimepita siku kadhaa tangu baadhi ya maofisa LBL wakamatwe na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuendesha biashara hiyo bila leseni. Kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania, BOT haijawahi kufanya mazungumzo wala kutoa leseni ya kuruhusu kampuni hiyo kufanya shughuli zake nchini. Taarifa kwa umma iliyosainiwa na gavana BOT Emmanuel Tutuba Februari ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano inaeleza kuwa kwa sasa hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi ya maofisa wa kampuni hiyo. BOT inatoa taarifa hiyo wakati tayari watu 38 wamekamatwa kwa kujihusisha na kampuni hiyo katika mikoa ya Morogoro, Mbeya, Geita na Dar es Salaam. LBL wamepigwa pini. Wakala wa usajili wa biashara na leseni, BRELA, umezifutia leseni kampuni 11 za LBL zinazosajiliwa katika mikoa mbalimbali kuanzia Februari 27, 2025. Brela imechukua hatua hiyo baada ya kuwepo kwa malalamiko ya baadhi ya watu tapeliwa fedha zao huku baadhi ya viongozi wa kampuni hiyo wakishikiliwa na vyombo vya dola kwa kuendesha shughuli zao bila kibali cha Benki Kuu ya Tanzania, BOT. Kwa mujibu wa Brera, kampuni hizo zote usajili wake unaonyesha kuwa na kazi zinazofanana za uzalishaji wa vipindi mbalimbali na matangazo, lakini kilichokuwa kikifanyika ni tofauti. Kwa mujibu wa ofisa mtendaji mkuu wa Brera Godfrey Nyaisa, amezifuta kampuni hizo 11 kwa mamlaka aliyopewa chini ya kifungu cha mia sheria ya kampuni sura mia mbili kumi na mbili amesema sababu ya kufutwa kampuni hizo ni kukiuka masharti ya kifungu moja i cha mia nne A cha sheria tajwa hiyo, kwa kufanya shughuli za kibiashara nje ya madhumuni yaliyosainishwa katika katiba za kampuni hizo na imeongoza uendeshaji wa kampuni wakati wa usajili. Kifungu hiki kikikiukwa, sheria inamtaka msajili kuchukua hatua chini ya kifungu hicho mia nne a moja e ambazo ni kuijulisha kampuni kuhusu kiukwaji na hatua zinazokusudiwa kuzichukua kwa kampuni husika, amesema Nyaisa wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari. Sheria hiyo pia kabla ya kutekelezwa kwake inasema, endapo kampuni itashindwa kutoa maelezo au kutoa maelezo yasiyoridhisha msajili atafuta kampuni husika kwenye rejista ya kampuni. Kwa mujibu wa kifungu cha 404 a moja e, msajili alizijulisha kampuni husika kuhusu kusudio la kuzifuta kupitia notisi zilizotolewa kati ya Januari mbili na Januari 26 2025, na, na kwa kuwa kampuni hizo hazikuwasilisha maelezo yote kama yalivyotakiwa chini ya kifungu 404 a 2, msajili amezifuta rasmi kampuni hizo kwenye rejista ya kampuni kuanzia Februari 27 2025, amesema. Kampuni za LBL zilizofutwa ni Mtwara Media Company Limited namba 1812798972, LBL Morogoro Media Company Limited namba 1797078783, LBL Geita Advertising Media Limited namba 1804392424, LBL Media Limited namba kumi na saba tisa na saba na nane, thelathini na mbili, sita. Nyingine ni LBL Financial Vision Advertising Agents Company Limited namba kumi na nane kumi na tatu zilo mbili ishirini na tano tisa LBL Mbezi Advertising Media Company Limited namba kumi na nane ziro tano sabini na mbili sabini na tatu tano LBL Ubungo LBL Gongola Mboto Media Advertising Company Limited namba 18 15 13 43 8, na LBL Dar es Salaam Kigamboni Advertising Company Limited namba 18 00 46 99 2. Kampuni hizo zilisajiliwa na watu tofauti, kwa mujibu wa BRELA, zikiwa na utofauti katika baadhi ya maneno kwenye jina ili kufanikisha usajili huo. Brenda ilisema kampuni hizo zilisajiliwa kati ya Novemba mwaka jana hadi Februari mwaka huu katika maeneo tofauti. Kuhusu kuchelewa kuchukua hatua licha kuwapo kuwepo kwa malalamiko, Nyaisa amesema wakati mwingine utendaji kazi wao ni sawa na wakala wa usajili wa vizazi na vifo, Rita ambao hutoa vyeti kwa watoto na kuwaacha waendelee kukua bila kujua wanaendeleaje. Napenda kukumbusha umma kuwa hakuna sheria wala taasisi yenye mamlaka ya kutoa vibali wala leseni za kufanya biashara za upatu hapa nchini, kwa sababu biashara ya upatu ni kinyume na sheria, amesema Nyaisa na kuongeza, Msajili anaendelea na ufuatiliaji wa kampuni nyingine zinazofanya shughuli za kibiashara nje ya katiba zake na kinyume na sheria na taratibu, na ataendelea kuzichukulia hatua stahiki, ikiwemo kuzifuta kwenye rejista ya kampuni. Amewataka wananchi kutoa taarifa kwa mamlaka husika, zikiwemo taasisi za kiserikali na jeshi la polisi, ili hatua stahiki zichukuliwe dhidi ya kampuni au watu wanaofanya au kujihusisha na biashara hiyo. Na mpaka kufikia hapa, tumefika mwisho wa habari hii. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri.